Habari za wakati huu karibu ungane nami katika utabiri wa hali ya hewa ambao na saa ishirini na nne zijazo kuanzia saa tatu usiku huu. Kwa usiku wa leo, maeneo yote yanatarajiwa kuwa makavu, lakini yaliyobaridi bado inaonekana kuendelea katika maeneo mengi, na kiwango cha chini zaidi cha joto kikitarajiwa kufikia nyuzi joto kumi katika mkoa wa Njombe. Kwa siku ya kesho, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita thelathini kwa saa kwa ziwa Victoria, ziwa Tanganyika na ziwa Nyasa, na kwa kasi ya kilomita ishirini kwa saa kwa ziwa Rukwa hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo hadi mawimbi makubwa kiasi kwa ukanda wa pwani yote. Pepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita thelathini kwa saa na hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Mpendwa mtazamaji, kwa siku ya kesho, ni matarajio yetu katika mkoa wa Kagera, Geita na Mwanza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 Dodoma tunatarajia vipindi vya jua. Mwanza tunatarajia mvua na ngurumo. Kilimanjaro tunatarajia vipindi vya jua. Mbeya tunatarajia vipindi vya jua. Morogoro tunatarajia mvua nyepesi kwa siku ya tarehe kumi na saba. Jiji la Arusha tunatarajia vipindi vya jua. Mpendwa mtazamaji, nikusihi uendelee kufuatilia taarifa mbalimbali za hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Ulikuwa na mimi Mariam Phares, asante na nikutakia wakati mwema.